Katika jimbo la Kigoma Kaskazini, sasa ni takribani wiki mbili, wapo watu wanapita nyumba kwa nyumba kupita kuandikisha viparata vya wananchi kwa kuandika namba za viparata, kuchukua namba za simu na majina yao, na wengine wamekwenda mbali zaidi wakichukua waki mpaka viparata vya wanachama wakidai kwamba wameagizwa. Sasa, ndugu wanahabari, tumeona hili sio la kukalia kimya, kwa sababu mimi kama mgombea najua kabisa kwamba hii ni kinyume, ni kinyume kabisa na kifungu cha 132 1b cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge, madiwani Uh, ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Na kutokana na vitendo hivyo vimetokea katika maeneo mengi, takribani kata zote kumi na sita za Jimbo la Kigoma Kaskazini, watu wameandikishwa sana viparata, na wapo watu ambao walichukuliwa hivyo viparata. Mimi kama mgombea naona kabisa uh, hawa wanaofanya vitendo hivi wanahujumu kauli ya Mheshimiwa Raisi ambaye ametuhakikishia uchaguzi utakuwa huru na haki, na sisi ACT Wazalendo ama mgombea nikaamua kugombea. Lakini ni hujuma kwa kuonyesha kwamba yawezekana uchaguzi hautakuwa huru na haki, na tayari nimepeleka barua za malalamiko katika vyombo mbalimbali vya mamlaka. Mamlaka hizo kupitia vyombo vya dola vianzishe uchunguzi wa kina na kuchukua hatua stahiki za haraka za kisheria dhidi ya wote katika uvunjifu huu wa sheria na kanuni za uchaguzi. Na hizo taarifa tulipata kutoka kwa baadhi ya wagombea, na sisi kama polisi tumefungua jarada la uchunguzi ili kufuatia taarifa hizo. Lakini tu nitoe wito kwa wananchi kununua au kuchuku, kukuku, kuchukua kadi ya mpiga kura ambayo sio yako ni kosa, na kwa mujibu wa sheria ya namba moja ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu namba mia kumi na nne kifungu kidogo cha kwanza na kifungu namba mia kumi na tisa kifungu kidogo cha pili ni kosa kisheria. Kwa hiyo ninawatahadharisha watu wasijiingize katika matendo hayo ambayo yako kinyume cha sheria na sisi uchunguzi tutakaofanya tukibaini, tutawachukulia sheria kama inavyotakia.